Sekta ya utalii nchini imetajwa kuwa ya kwanza kuliingizia pato la taifa kiasi cha dola bilioni 2 kwa mwaka, huku ikifuatiwa na dhahabu ambayo awali ilikuwa ndio ya kwanza ambayo inaingizia pato la taifa kiasi cha dola bilioni 1.7, kutokana na kuteteleka kwa bei ya soko la dunia. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Aidha, sekta ya tatu ni bidhaa za viwandani ambazo zinauzwa katika nchi mbalimbali mbali za bara la Afrika. Imesemwa kusaulika ambayo inalingizia pato la taifa kiasi cha dola milioni moja nukta tatu ambazo imepanda tofauti na miaka kumi na tano iliyopita. Akizungumza wakati wa majadiliano ya kuangalia jinsi ambavyo mageuzi ya uchumi yanaweza kufanyika ili kuleta maendeleo ya kiuchumi ya kudumu nchini uliowakutanisha wadau mbalimbali wa uchumi, gavana wa benki kuu Profesa Beno Ndulu amesema sekta ya viwanda ni sekta ambayo imekuwa sana, ambapo kuna umuhimu mkubwa wa kuviendeleza na kuviboresha viwanda mbalimbali mbali, ili viweze kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi kupitia uuzwaji wa bidhaa zake. Sekta ya kwanza kwa kuingiza mapato ya kigeni ni sekta ya utalii inaingiza dola bilioni karibu mbili kwa mwaka. E, ya pili sasa hivi ndiyo dhahabu. Madhahabu ilikuwa zamani ya kwanza, imeteremka kwa sababu ya bei ya dhahabu duniani kwenda chini. kuangalia jinsi ambavyo mageuzi ya uchumi yanaweza kufanyika ili kuleta maendeleo ya uchumi ya kudumu, yaani uchumi ukue, umasikini upungue na tija iongezeke, kipato kiongezeke kwa namna ambayo ni ya kudumu kuliko hali ilivyo sasa. Kwa upande wake Profesa Ibrahim Lipumba amesema kuna umuhimu wa serikali kuendelea kuwekeza pia katika sekta ya kilimo ambayo ndio mkombozi kwa wananchi katika kujipatia chakula pia na biashara eh, Indonesia ina, ina mafuta Malaysia, ina mafuta ina ina madini pia, zina ardhi na zimeweza kupiga hatua kwa kuweza kuongeza kwanza, kuongeza uzalishaji katika kilimo, kuongeza tija kwenye kilimo. Ukiongeza tija kwenye kilimo, unapunguza gharama za uajiri kwa sababu chakula kinakuwa na bei ya chini. sababu mchango wa kilimo kwenye uchumi unaporomoka hapo ndio kwenye changamoto kubwa kwa sababu, kwa mfano, mwaka jana, katika miaka mitatu iliyopita mchango wa pamba umeshuka. Pamba imeshuka kutoka dola milioni 154 kwa mwaka mpaka dola milioni 57 kwa mwaka. Majadiliano hayo yameratibiwa na taasisi inayoshughulika na utafiti wa masuala ya uchumi na kupunguza umaskini Repoa, kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert, channel 10.